Klabu ya Zamalek FC imeweka meka ofa mezani ya USD dola Milioni moja ambayo sawa sawa na Tanzania shillings bilioni 2.69 kwa ajili ya usajili wa mshambuliaji hatari kutoka Young Africa Sports Club Clement Mzize, mwenye umri wa miaka 21. Ofa hii inajumuishwa na mshahara wa kila mwezi ambao ni USD dola laki sita ambazo sawa sawa na Tanzania shillings milioni 161.9 ambazo atakuwa anapokea kila mwezi. Mzize anaendelea kung'ara kwenye NBC Premier League akiwa na magoli 13 akishika nafasi ya pili bora katika msimu huu. Mbali na Zamalek kuna vigogo ambao wametambulisha ofa zao eh, Mzize, zao kumtaka sasa Clement Mzize akaendelee kukipiga kwenye kwenye klabu zao kama vile Pyramids FC, Wydad Casablanca e, eh, bana wapo kwenye rada ya ya ya kuweza kumsajili eh, mshambuliaji huyu kutoka klabu ya soka eh, hapa hapa Tanzania Young Africa Sports Club. Tupe mtazamo wako kwa mbao wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo. Subscribe kwa taarifa kadha kadha. Ciao